Siku yes, uh, zinasonga, maisha yanaendelea kama kawa. uh, watu wanaendelea na shughuli za hapa na pale. uh, kama inavyoonekana round about hiyo hapo yes. Mungu atupe nini. Hii ni uh, tukiwa tunapiga maswali mbalimbali na wadau, nipo na kiongozi wa nguvu kabisa, kiongozi na ah. Okay, acha na kuendaje, tunamshukuru Mungu maisha Mtu anaposema kwamba maisha ni magumu, ana maisha nini? Mtu anaposema maisha ni magumu, ni pale kile anachohitaji kukipata akipati. Kwa hiyo chakula kinapokuwa kinakosekana, maana yake mtu ana haki ya kusema maisha ni magumu. Haki una kusema ni magumu. Unaweza kuwa unasema ni magumu na hela utafuta. Na unaweza kuwa unatafuta lakini unajikuta hupati. Ndio unaweza kusema maisha ni magumu kwa sababu unatafuta na hupati. Kuna wengine hawatafuti. Mm -hmm. Okay, nipo na mdao mwingine. Kiongozi kwema? Eh, kwema kabisa. Mbona kavuna umwe? Amna. <laughs> Uko poa? Eh. Ah, mtu anaposema maisha ni magumu anamaanisha nini? Ah, maisha magumu, anaposema hivyo, maana yake anaona hata changamoto ambazo anapitana nazo. Oh. Eh, ndio kusema kwamba maisha ni magumu magumuk. Okay, ushapitia wakati mgumu? Ah, nimeshapitia wakati mgumu sana Eh. Ulipopitia mambo hao ya sovu vipi? Ndio hapa hapo unapoona mtu anachakalika. Huyo jamaa sasa amekwambia kwamba lazima uchakalike, ndio? Eh, ukichakalika maisha na yanalegeza kidogo, ila tofauti na yule mtu amekaa. Ukikaa yanakaza kweli kweli hivi <laughs> okay. ah. mtu anaposema msongo wa mawazo unajua, msongo wa mawazo na changamoto nyingi na na mambo mengi Vitu gani vinavyopelekea msongo wa mawazo? Vitu vinavyopelekea msongo wa mawazo ni ni mambo yale unayoweza kuya plani kuyafanya, afu baadaye yasi yasikae kwenye mtaro ambavyo unavyotaka, inawezekana kupelekea msongo wa mawazo pia. Mambo mengine, labda una kitu unataka kufanya baadaye, kitu kisiwezekane, kikafeli, Kikafeli E, na umesha labda kwa mfano umeshadanganyadanganya danganya, kule nyuma huku nyuma kuna watu ambao umeshadanganya kwamba na, nafanya hichi kitu na nisipokifanya ukamwekeana oh. Kama waranti fulani afu baadaye si ziwezekane eh oh. E, hapo unaweza ukaingia kwenye mawazo mpaka watu wakae oh. E. Wakati umeshatangazia watu, wakati umeshatangazia watu oh. Hapo mawazo yanakuwa. Asante sana kiongozi ah. Msongo wa mawazo unasababishwa una na vitu gani, msongo wa mawazo yeah. msongo wa mawazo unasababishwa kwanza na ugumu wa maisha, alafu kuna wengine wanaweza kujikuta amepata shida muda mrefu na mshasiba na kata tamaa. mm -hmm. mm -hmm. wengine ambao wanapokea msongo wa mawazo, wengine wanapokea msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo kinachosababisha ni mambo mengi. mm -hmm. kwa mfano kuna watu wako hospitalini muda mrefu, wenzio wanakuja mendana niingiwa wanatoka, inafikia hatua ni yani, msongo wa mawazo unamkuta. mm. Mm.